Banda hili ni moja kati ya wafanyabiashara wa mbao katika soko la mbao Sabasaba wilayani Ilemela mkoani Mwanza, akizungumza juu ya hasara aliyoipata baada ya moto huo kuteketeza kibanda chake kilichopo katika soko hilo la mbao miundombinu ya magomba ya maji lakini vilevile, kama inawezekana, nyakati za usiku gari ya zimamoto hiyo inapangwa hapa siku. Taarifa zilizotolewa zimebainisha kuwa moto huo ulianza kuwaka saa 8 usiku, huku chanzo kikitajwa kuwa ni shoti ya umeme katika eneo hilo. Jitihada za kuuzima moto huo zilianza mara moja lakini jitihada hizo zilishika kasi zaidi baada ya askari wa jeshi la zimamoto kufika na kushiriki kikamilifu katika kuzima moto huo. Wafanyabiashara wanaeleza kuwa kazi nzuri iliyofanywa na askari hao kwa namna moja ama nyingine, imesaidia kupunguza hasara kubwa zaidi ambayo ingepatikana kutokana na moto huo. Mpaka hivi sasa, inaelezwa kuwa mamilioni ya fedha yameteketea kutokana na mzigo uliokuwa katika vibanda vilivyoungua. Takribani vibanda vitatu vimeteketea kabisa na wenye mali hakuna walichokiokoa. Baadhi ya wafanyabiashara ambao sasa wataanza kujipanga upya wamezungumza na kubainisha juu ya madhira walioyapata kutokana na moto huo. Na hilo, mwrizi, an, kwa maana hiyo mlinzi ndiye ambaye anajua kwamba moto umetokea wapi mpaka uje uuze. Sana sana banda la kwangu ndio limeisha zaidi ya, sabasaba nzima ya mimi hapa nilipo na kwa umri huu ule ndio ulikuwa alimtaja kuuza familia za watu milango ya watu, ndio kwa sababu kabidhiwa kufanya kazi yote imeteketea. Kwa hiyo sina jinsi kamshika, sina nina watoto ninasomesha, kwa kweli sina jinsi, namshukuru tu Mungu. Kwa hiyo wito wao kwa sasa ni kuona namna gani ambavyo wanasaidiwa kwanza katika mtaji, na pili katika namna bora ya kudhibiti matukio mengine ambayo yanaweza yakasababishwa kutokana na moto kwa siku zijazona. <totimitana> Mama Samia atusaidie tu, Rais wetu, tushike mkono angalau tupate hata nyenzo za kuanza kazi. aboteote mashine kama zangu navoziona banda rangu duka rangu zote zimeisha. Mashine hizi naoziona hamani zaidi ya milioni arobaini. Moja abenso, mashine moja ina thamani ya milioni kumi na point. Ile mashine kubwa ya benso nayo ina thamani ya milioni kumi na tano na mashine tano tulikuwa tuna mikopo za benki, tunasomesha watoto, familia zote zilikuwa zinaangalia hilo ba. Kwa hali ya sasa hivi, hatuna mbele wala nyuma, mtaji wote umeteketea, ziwe mali ambazo zii. Kwa hiyo tunaomba sasa serikali, kitengo cha maafa watuangalie sisi ambao kwamba iwe kweli ni kitengo cha maafa kwa sababu isiwe kwamba kitengo cha maafa hela zinatengwa wakati wa hanga tunapata shida kama hizi halafu tena hela inachelewa kutufikia sasa familia zitatukimbia watoto watashindwa kwenda shule watuwaishie mapema wasije wakajaji kwamba wewe ulikuwa sijui nani hapana sisi wenyewe tunatambua mitaji zetu zilivyokuwa mimi kwa mji kwa, kwa, kwa wa taarifa yangu haya ni majanga metoto lakini serikali na yenyewe iwe inawahi kwa wahanga kama sasa.